Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye katika usiku huu tumekutana na kutaja sifa zake na kumtakia rehema kwa mtume wa Allah subhanahu wa taala. Tumuombe Allah subhanahu wa taala mkusanyiko wetu huu uwe ni mkusanyiko wenye barka na wenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa taala, na pale tunapokosea Allah subhanahu wa taala aweze kutusamehe makosa yetu. Nimeambiwa nizungumze kidogo na tangu nimefika kwa kweli Waswahili wasema nimeemewa. Unajua kuemewa jamani, eh? mambo nini, nini? Ni mazito kwa kweli. Wakati tunakuja ilikuwa inasoma Qur'an, tulipofika hapa tukawa tunasomewa milango, pamoja na nikasaid lakini kila chuo kinachoingia kinamzidi mwenzake, na kila msoma faslu anaingia anamzidi nani mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutupa neema hii ya kuweza kukisoma kitabu chake na tuweze kumkumbuka na kumpenda mtume wake Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumza bwana huyu, anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi Waislamu nyinyi wanadamu muliopo katika umati huu wa Muhammad mmekuwa na kigezo chema kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukitaka tufanikiwe katika ulimwengu huu, ulimwengu uliojaa kila balaa, basi ni wajibu wetu kurudi na kujifananiza na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Shairi anasema tashabahu, jifananizeni. Tasha tashabahu, jifananizeni, yani jaribuni sana sana kufata nyayo za watu wema. In lam takun mithlahum, japo kwamba nyinyi hamtokua mfano wa wale ambao mnafanya nini munawaiga sisi hatuwezi kuwa sawasawa sawa na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuwezi kuwa sawasawa sawa na masahaba wanani, wa, wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kutokuwa kwetu sisi sawasawa, twatakiwa sisi tujigezeshe kwa wao. Shahidi anaendelea kusema inna tashabbuha, hakika ya kujifananiza lilkirami kwa watu ambao ni wema, watu watukufu. falahun huko ndiko kwenye nini, ndiko kwenye mafanikio Allah. Kwa hivyo ukitaka kufanikiwa, ukitaka kufanikiwa ni lazima tuweze kujigezesha na nani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam. suila Aisha radhiyallahu anha Bibi Aisha aliulizwa kuhusiana na nani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluq rasulillah sallallahu alaihi wasallam, vipi tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa. Tumsikilize ummul mu'minin, Bibi Aisha anavyosema, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia ya Mtume ni sasa na nini ni Qurani. Nimefarajika sana sio leo tu shali, lakini wakati mwingine huingia katika channel ya Alhilali nikasikiliza makamati nikapata raha za nini za watu wanavyosoma nini Qurani hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwalee tunatakiwa tuwakuze nani watoto hawa ambao wako katika ulimwengu huu tunauita ulimwengu wa nini kidijitalia wallahi ni faraja. Kijana, jina lako nani? Mashaallah, nani? Uthman, mashaallah bin Nasr. Kijana kama yule anakusomea mlango, unapata raha katika nini, katika moyo wako, swallallahu ala nabii <laughs> unatamani kwamba asifanye nini asimalize. Allah azidi kumkuza, amjalie katika muttaqina, katika ambao watakuwa ni wenye kusema kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kumsifu nani? Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha katika suala la kupendana na hasa kumpenda yeye anatuambia, la yu'minu ahadukum, haamini nani mmoja wenu, yani imani ya mmoja wenu haitimii hata, akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam niwe ni mwenye kupendeza zaidi kwake yeye Sindio eh? Min waladihi kulikoni, nani, watoto wake, wawalidihi na nani, na wazazi wake, wannasi ajmain, na watu wote. Yani tukiweka mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi juu ya watoto wetu na juu ya wazazi wetu na juu ya watu wowote wale, yatakiwa kwamba penzi la Mtume sallallahu alaihi wasallam liweko wapi? Liweko juu sasa huwezi kumpenda mtu ambaye hufanyi nini, humjui? Si ndio jamani, eh? Lazima umjue mtu kwanza, si ndio? Ujue sifa zake kwanza, ndipo utafanya nini, utakuja kumpenda. Kwa hivyo tukizungumza na walimu wa madrasa, huwa tunazidi kuwapa hili ba tuzidi kuwafundisha watoto wetu wamjue nani, wamjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tukimjua mtume sallallahu alaihi wasallam tutampenda yeye. Tukimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutaipenda nini? Qur'an. Sijui tumefahamiana jamani, ya? Tukimjua mtume sallallahu alaihi wasallam tutajua tutaijua nini, sira yake. Na mtume akatuambia kwamba siku ya kiyama, almaru ma'a man ahibba, almaru ma'a man ahibba, kwamba watu siku ya kiyama watafufuliwa na wale ambao walikuwa wakiwa nini wakiwapenda. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi siku ya kiyama atufufue pamoja na nani, na kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tunywe katika nini, mto wa nini, wa Kauthar, inna a'tainaka alkauthar. Lakini hilo halitokuwa rahisi kama hatujafanya nini

Kwa hiyo tukitaka mafanikio mema, tukitaka mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lazima vile vile tufuate nani? Tufuate Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatufundisha, khairul kalami ma qalla wa dalla, maneno bora ni yale ambayo yanakuwa nini, ni machache lakini yenye kufanya nini yenye kuleta maadili, yenye kuadilisha. Itoshe niliyoyasema kimsingi, ni kwamba ni faraja kuona watoto wadogo wakiwa bado wako nini, macho katika muda kama huu, wakiwa wanasoma kasida, wakiwa wanasikiliza nini, milango, lakini wakiwa wanasikiliza maneno yana nini